Mpendwa mtazamaji ni Dominika ya ishirini na sita mwaka che wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata e, katika masomo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Amosi sura ile ya sita aya ya kwanza ya nne hadi ya saba na somo la pili linatoka katika Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timoteo sura sita, ya sita aya ya kumi na moja hadi ya 16 na injili inatoka kwa mwinjili Luka sura ya kumi na sita aya ya 19 hadi ile ya thelathini na moja. Nitaisoma injili. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na masikini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule masikini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu, aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, E Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa, na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili washuhudiwe wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Akasema la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokae kwa wafu watatubu. Akamwambia wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akifuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji katika dominika hii ya ishirini na sita tunakutana na Injili ambayo inazungumza habari za tajiri na masikini. Tajiri huyu ambaye tunayozungumziwa hapa ambayo Yesu Kristo anamzungumza alikuwa ni tajiri aliyevaa sifa ya tajiri, alikuwa amevaa nguo za rangi ya zambarau na huyu tajiri hatajwi jina anaonekana tu katika sifa ya mavazi yake. Nyakati ambazo Yesu Kristo alikuwa anaishi, mavazi ya rangi ya zambarau yalikuwa ya ni mavazi ya watu muhimu ambao walikuwa ni makuhani. Kwa hiyo huyu tajiri alivaa mavazi ya makuhani. Na baadaye pia mavazi ya rangi ya zambarau walikuwa wanavaa pia wafalme, yakiwa yamesambaa mpaka chini kiasi kwamba asiweze kuwa na haraka ya kuweza kutembea. Tajiri huyu yeye alikuwa katika maisha haya e, zaidi ya kuvaa aliendelea katika kula siku zote kwa anasa, kiasi kwamba hadi siku ya Sabato ambapo ilibidi apumzike, aitolee siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu, hakuthubutu aliendelea kula kwa anasa akiwa anawaita marafiki zake. Milo yake yote ilikuwa ni sherehe. Je, huyu tajiri ambaye tunayemsikia ambaye hana jina, ilikuwaje? Kuwaje mpaka akafikia katika huo utajiri, na kwa nini atamkwe, na kwa nini Yesu Kristo atolee mfano huu? Yesu Kristo anatolea mfano huu kwa tajiri akizungumza juu ya maisha yetu ambayo nyakati ambazo tunapeleka mioyo yetu kujifungamanisha na vitu na mali za duniani, hapa majina yetu yanapotea, kwa sababu thamani yangu thamani yako haipo katika vitu, thamani yako ipo kwa Mungu peke yake. Kwa pili anafuata masikini. Huyu masikini amepewa jina la Lazaro. Huyu Lazaro yeye, alikuwa sifa ya kwanza, Lazaro alikuwa anaishi mlangoni kwa yule tajiri akishibishwa kwa makombo ambayo yalikuwa yameanguka katika meza ya yule tajiri. Ina maana gani? Nyakati zile ambazo Yesu Kristo alikuwa anaishi, matajiri wengi au kipindi kile, teknolojia ya kutengeneza taulo au hata hizi tishu kwa ajili ya kunawa au mabomba ya maji ilikuwa ni kidogo hivyo sasa, walikuwa wanatengeneza mikate, mikate ambayo ilikuwa ni laini, wanapojiandaa kula. Wakimaliza kula, walikuwa wananawa kwa kutumia mikate, alafu ile mikate aliyonawa ndio wanatupa nje lilishani. Na huyu Lazaro yeye ndio akawa anaokota yale makombo ya mikate walikuwa wananawa, akawa anajishibisha. Sasa alikuwa huyu Lazaro pia alikuwa ana vidonda katika mwili wake wote. Na huyu Lazaro katika kuwa na vidonda, marafiki zake walikuwa ni mbwa. Hawa mbwa walikuja wakawa wana mrambaramba vidonda vya huyu Lazaro. Na usisahau wataalamu wengine wanasema kwamba mate ya mbwa ni, ni dawa. Kwa hiyo mbwa ndio walimuonea huruma. Huyu tajiri hakuweza kufungua jicho lake kwa huyu Lazaro baada ya maisha haya ya hapa duniani kwa sababu Mwenyezi Mungu lazima aweze kuwa ni mkuu katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kuishi milele, na ndio maana kila siku tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie hekima tuweze kutambua ufupi wa maisha yetu ya hapa duniani. Zikafika nyakati, yule maskini akafa, alikuwa ni Lazaro. Na alipokufa maskini, moja kwa moja anachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Malaika hawakuona kinyaa cha vile vidonda alivyokuwa navyo. Malaika hawakuona kinyaa, kwa sababu alikuwa analambwa na mbwa. Malaika walimbeba wakampeleka katika kifua cha Ibrahimu. Habari njema, yamkini unaweza kuwa unapita katika kipindi kigumu cha magonjwa cha kudhalauliwa cha mateso makubwa, lakini kuna kundi moja ambalo kila siku wanazungumza mema mbele ya Mwenyezi Mungu, anakuhudumia, ambao ni malaika. Hawawezi kukuacha hata mara moja. Hawakumwacha huyu Lazaro ambaye alikuwa ni masikini, na wewe pia hawezi kukuacha. Anachukuliwa, anapelekwa moja kwa moja hadi katika kifua cha Ibrahimu. Na yule tajiri naye, siku zake zikafika, naye akafa. Sasa alipokufa huyu akazikwa alichukuliwa na matajiri wenzake akazikwa. Na sasa angalia utofauti, Lazaro alikufa akachukuliwa na malaika, lakini tajiri naye akafa, yeye hakuchukuliwa na malaika, yeye akazikwa. Na ndivyo itakavyokuwa kwa wale watu wote ambao wanaotegemea mali zao za hapa duniani ambazo huyu Nabii Amosi amezungumza kwa ukali sana katika somo la kwanza, kwamba kuna watu ambao wanakula kondoo wa kundi, watu ambao wanawala ndama, watu ambao wanapendelea nyimbo za upuuzi katika maisha ya hapa duniani, watu ambao muda wote ni kunywa divai na kulewa, tena wanakunywa divai kwenye mabakuli na kujipaka marhamu za thamani kubwa. Awa ikifika kipindi cha kuondoka hapa duniani wao watazikwa, lakini wale waliokuwa masikini wa roho ambao Mungu ndio tegemeo lao akina Lazaro, wao wanachukuliwa na malaika wanapelekwa hadi katika kifua cha Ibrahimu. Walipofika kule mbinguni, huyu eh, tajiri akainua macho yake akiwa kule kuzimu akamwona ah, Lazaro akiwa kifuani kwa Ibrahimu na yeye akawa katika mateso kule kuzimu. Ndipo akaanza kupiga kelele kwa sauti kubwa akasema, e Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye nchi ya kidole chake katika maji. Maajabu! Kumbe walipokuwa duniani huyu tajiri alimjua kwamba yule alikuwa ni Lazaro, hakufanya jambo lolote lile. Na akiwa katika mateso ndio anaanza kutaja majina ya watu muhimu kwa mwenyezi Mungu. Anaanza kutaja sifa kubwa, eye Baba Ibrahimu. Kumbe ulimjua Ibrahimu kwamba Ibrahimu alikuwa ni mkalimu. Ibrahimu aliwapokea hata wale wageni, akawapatia chakula. Kwa nini hukufanya kama Ibrahimu alivyofanya na leo hii? Kwa sababu katika mateso ndio unaanza kumtambua huyu Lazaro. Kumbe ulikuwa unamjua Lazaro, kwa nini hukumsaidia alipokuwa pale mlangoni kwako? Anaanza kuomba msaada, anasema, unihurumie, umtume Lazaro achovye angalau nchi ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu. Ulimi unasimama katika mambo mawili ya kiroho: ulimi ndio chanzo cha kumsifu Mwenyezi Mungu na ulimi ndio chanzo cha maovu yote duniani. La pili, ulimi ndio chanzo cha kuingiza mambo yote machafu duniani, yaani vyakula, stare zote tunatumia ulimi. Lakini pia ulimi huu pia naweza nikautumia kwamba usiwe chanzo cha kuingiza mambo mengine machafu katika mwili wangu ili nibakie safi. Kwa hiyo anathibitisha wazi kwamba ulimi wake ndio uliomponza hadi akashindwa kuweza kutenda mema kwa wale masikini. Ulimi wako umekufanyia mambo gani? Ulimi wako unautumia namna gani? Ulimi wako huo umekuwa chanzo cha kufanya mpaka kushindwa kuweza kuwaona masikini? Ulimi wako huo umetumika katika kuweza kumpatia Mwenyezi Mungu sifa au ulimi wako huu ndio umekuwa chanzo cha kufanya maovu? Unautumia ulimi gani katika maisha? Unautumia namna gani ulimi wako katika maisha yako? Kumbuka tajiri analia, alafu bado anazidi kuthibitisha kwamba ulimi ule uliomponza, basi angalau aweze kupokea maji kidogo. Anashindwa kwenda kufanya maombi kwamba nitoke katika hali kama hii. Anataka abakie katika dhambi ile ile, katika uchafu aliokuwa nao. Basi Ibrahimu akamwambia, mwanangu Kumbuka mambo yote ulikuwa unayafanya kwa duniani, kwamba ulipata mema duniani na mwenzako huyu Lazaro aliyapata yale alikuwa ameyapata. Sasa yeye anafarijiwa kwa faraja kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu, na wewe unapata mateso kwa sababu ulitegemea mali na starehe za duniani hapa. Na akamwambia Ibrahimu kwamba ukiingia kuzimu uweze ukatoka. Ndio maana anazungumza kwamba kati yetu sisi na ninyi kuna shimo kubwa ambalo linalotutenga lisiweze kuwafanya watu walioko kwetu wavuke kuja kwenu na wa kwenu waje kwetu. Kwa hiyo ukienda kuzimu, umeenda kuzimu moja kwa moja. Kama kurekebisha maisha, ungerekebisha ukiwa duniani hapa hapa. Huyu tajiri akaendelea kufanya maombi, kumbe alikuwa ana uwezo wa kufanya maombi, alikuwa anajua namna gani kuweza kusali lakini hakutumia muda wake hapa duniani kufanya maombi. Anaendelea kupiga magoti akiwa kuzimwa, anateseka, anamwambia hapana, ninakuomba basi baba Ibrahimu, duniani huko kuna ndugu zangu watano, basi umtume mmoja aende kule akawashuhudie kwamba tunateseka, wasije wakaja huku niliko. Ndipo anazungumza huyu Ibrahimu kwamba duniani wako Musa na wapo manabii mbali mbalimbali ambao kila siku wanatamka neno la Mwenyezi Mungu, wasipowasikiliza hao basi na wenyewe watakwenda huko kuzimu. Anaendelea kupiga magoti anasema na kuomba atoke mtu aliyoko huku eh, kuzimu, aende kule, anasema wawasikilize walioko huko duniani. Utajifunza kitu gani, mpendwa mtazamaji? Kila siku unapata neno la Mwenyezi Mungu, kila siku una uwezo kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu kupitia mitandao, kupitia maeneo mbalimbali lakini kuna baadhi ya watu bado wameukaza uso wao, hawataki kuweza kuelewa, hawataki kuweza kujirekebisha, wanategemea mali. Sisi tunaohubiri neno la Mwenyezi Mungu sasa hivi ndio manabii ambao Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi, ndio akina Musa. Lisikize neno la Mwenyezi Mungu, usitegemee mali za duniani hapa. Ukitegemea mali za duniani hapa, hutakuwa una jina, lakini ukijimamanua na mali za duniani hapa, ukaingia mbinguni ukiwa mtupu kama Lazaro, utakuwa una jina na utaurithi ufalme wa mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.